Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani bwana wetu bwana mtume sallallahu alaihi waalaalihi wasahbihi wasallam, e, twaendelea insha Allah na madarasa haya e, sera, wa alihi wa wa na, sasa, ya sera bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na mpaka sasa tumemaliza hijra yake na tutapita tu e, katika haya matukio tuokote okote na yama tustafidi. Yani, mafunzo tunayopata katika hijra ya bwana mtume na yale matukio yalofanya nini, yalotokea kama tulivyoashiria katika darasa iliyopita. Naam. miongoni mwa mafunzo eh, ni lile jambo ambalo tulilitaja wakati wa hijra ya Habasha, takriban eh, tukasema kuwa sisi kama waislamu eh, tuna majukumu na jukumu la juu zaidi ni ku protect aqida ya Uislamu, ku protect Uislamu wa mtu yani, tunafaa tu sacrifice kila kitu kingine. Eh, watan, yani, mtu kama mji wake yuaishi, hawezi ku practice Uislamu, basi lazima atoke. Hmm, mtu ikiwa <coughs> katika ule mji wake hataweza kuswali vizuri hataweza kufunga, atapigwa vita na nini na nini na mji ule si daula islamia, yaani si nchi ya kiislamu asli. Basi nchi kama ile, masehemu kama ile, yule mtu yafaa kutoka. Kwa sababu gani? kuprotect aqida yako ni muhimu kuliko ule mji tamam, kuliko watan. Tamam. Kama vile tulivyosema kule wakati wa eh, Habasha, hijra Habasha, basi hapa pia ni hivyo hivyo kuwa mwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoona hali ilivyo, hali imezidi dhiki na nini, basi wakaondoka maswahaba kwanza, kisha yeye pia Bwana Mtume akafanya nini? Akagura, akagura sallallahu alaihi wa alihi wasahbi wasallam. Na hii ni kama eh, si kama, yani ni kutuonyesha kuwa eh, mali, eh, nyumba, eh, na, mambo kama haya hayawezi kutangulizwa juu ya akida, hayawezi kutangulishwa juu ya Uislamu. Lazima Uislamu utangulizwe juu ya kitu chochote kingine. Ndio maana bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akagura na akawacha vitu vyake, akawacha hali zake, akawacha watu wake wengine eh, na wale maswahaba pia wakawacha maskini mali zao, na mambo kama haya. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili, eh, ni kumhusu Sayyiduna Abubakar As-Siddiq. Eh, Sayyiduna Abu Bakar ni Siddiq eh, bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimwacha, yani si alimwacha tu, bal alimwamrisha angoje yani, kama tulivyoeleza. Sayyiduna Abu Bakar alikuja akamwomba Mtume ruhusa, yataka kugura yuko tayari, halasi yataka kugura. Bwana Mtume akamwambia, ngoja. Sayyiduna Abu Bakar, bwana Mtume ndo amemzuia amemwambia ngoja, eh, eh, paka mwisho akapata ile bahati kuwa yeye ndo akaenda na nani na bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili ni tosha kutuonyesha eh, kwanza ile miza ama daraja ama cheo cha nani cha Saidina Abubakar. Hii yatosha kutuonyesha kile cheo chake. Kwa sababu gani yani bwana Mtume hakumtagua mwingine aende naye isipokuwa nani sahibuhu idh qala li sahibihi la tahzan, yeye Saidina Abubakar radhiallahu anhu ndo ametaguliwa na bwana Mtume awe sahibu yake katika safari. Angalia eh, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuona mwingine, hakumtukua mwingine isipokuwa amemtukua nani? Saiduna Abubakar, kuonyesha kuwa ana cheo katika Uislamu, ana cheo katika moyo wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Eh, kwa hiyo sisi kama eh, tuliokuja zama hizi ala alaqali ni tuwe na adabu kuwa daraja ya huyu Saiduna Abubakar si daraja ndogo ni daraja kubwa sana sana sana, mpaka bwana mtume akamchagua yeye awe ndo msiri wake, akamchagua yeye ndo awe ni swahib yake katika safari hii hatari. Tamam, katika tunayosoma pia ni umuhimu wa kuchagua rafiki mzuri katika safari yeah. Yani wewe ukiwa utasafiri, ni uzuri usafiri na mtu basi lazima ama ni uzuri ni muhimu sana utafute mtu ambaye anategemeka katika safari. Si ati uenda tu tafuta mtu yote uenda naye katika safari. La, kwaweza kutokea mambo bwana. Eh, kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akachagua mtu ambaye eh, paka yeye mwenyewe amemuita As-Siddiq. Yani mtu huyu yuweza kutoa chochote kwa ajili ya Allah jalla jalalu na mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi ndio maana bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akafanya nini? Akamchagua sayyiduna Abu Bakar Tamam, mpaka katika hadithi hadihi eh, katika mazungumzo ambayo yani aliyataja ali, ali, baadaye bwana mtume ya, sallallahu alaihi wa sallam asema law kuntu muttakhidhan khalilan latakhadhtu Aba Bakrin khalila, yani lao mimi ningekuwa ingekua bui nitatukua rafiki eh kando ya Allah jalla jalalu, basi ningemtukua huyu Abu Bakar kuwa yeye ndo rafiki yangu. Hii eh, ni kuonyesha ule ukaribu wa bwana mtume ama yale mapenzi ya bwana mtume kwa nani? Kwa Saidi na Abu Bakar ni Siddiq. Kisha Uh, pia twamuona sasa ile sacrifices alizofanya, alizofanya nani Saidina Abubakar eh? Saidina Abubakar amebeba maskini mali yote eh? ameandaa mnyama ha? amepanga na mtu yule tutakuja tutakutana sehemu fulani yaani amepanga khitat ameplan vizuri eh? na pia kwa juu ya kuplan wakiwa tembea na bwana mtume utaona kama tulivyotaja eh. Alikuwa mara yuko upande yu wa kulia, mara yuenda upande wa kushoto, mara yenda mbele, mara yenda nyuma maskini mara. Kwa sababu gani? yuaogopa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam apate madhara, adhurike. Basi ikawa yani ana ule wasi wasi wasi wasi, basi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka ikawa yuamtuliza tuliza, tuliza. Eh, mpaka katika kuingia pango kuingia pangoni kama twakumbuka tulisema, Saidina Abubakar alimwambia mtume angoje kidogo, aingie yeye kwanza a confirm pale kusiwe na nini, kusiwe na chochote kitakachomuudhi bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Basi hii ni kuonyesha yale mahaba ya ya nani ya Saidina Abubakar kwa nani, kwa bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na imekuja katika hadithi taban, na ndio maana Saidina Abubakar alikuwa hali yake ni hii, ampenda bwana mtume kuliko chochote. Imekuja katika hadithi yasema, bwana mtume, la yuminu ahadukum, haamini mmoja wenu hata akuna ahaba ilaihi min waladihi wa walidihi wannasi ajmain, yani asema hakuna mtu ataamini kikamilifu anatakuwa ya imani yake itakamilika, eh, hata akuna ahaba ile mpaka mimi, yani bwana mtume awe ni yupendeza zaidi kuliko nani, watoto wake kuliko wazazi wake kuliko watu wote. Katika hadithi nyingine eh, wa <coughs> wa min nafsihi nafsi alladhi baina jambehi, na pia awe iwe yanipenda mimi zaidi ile nafsi yake ambayo iko baina, yani ya kifua chake, iko katika kifua chake. Angalia na tuaona huyu Saidna Abubakar, kama ambaye amefika hali hiyo, amefika daraja hizo, kuwa yeye anajisacrifice, yeye bora tu bwana Mtume asifanye nini, asidhurike, hata asipate kero hata dogo. Jambo la tatu, na inshallah labda ndio jambo ambalo tutamalizia, ingawa mafunzo ni mengi, mengine tutagusia katika madarasa yajayo, ni mtu aweza kufanya mukarana baina ya kugura kwa Bwana Mtume na kugura kwa Saidna yani Umar alipotoka, alisema, alikuja akatangaza, yoyote ambaye kuwa kumfanya mke wake awe ni e, mjane, ataka kumfanya mtoto wake awe ni yatima, ataka kumliza mamake, basi tukutane katika sehemu fulani, tukutane katika sehemu fulani, nimeonyeshe na mimi naenda, naenda Madina. Yani aligura kishujaa, akadhihirisha kwa watu wote, ambao si maswahaba. Wengi hawakufanya hivyo eh? Sasa Mtume mbona agure kisirisiri sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inakuaje? Hili ni swali laweza kutokea. Je, bwana mtume yani saidna Umar ana ushujaa kuliko bwana mtume? La taban la. E, walikiulizwa e, ushujaa bwana mtume, wakisema yeye alikuwa ashjau nasi yee, ndo alikuwa kana ashja nas, yani ndo alikuwa na ushujaa zaidi ya watu wote mpaka e? Wakasema alikuwa idha hamiyal watis Yani zita vita vikifanyaje, vikipamba moto ilikuwa sote twenda nyuma yake Bwana Mtume. Bwana Mtume anatutangulia yeye ndo anaingia kisawa sawa kwenye nini, kwenye vita kuonyesha ule ushujaa wake Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa ni vipi hapa, mbona ya kure kisirisiri? Naam, Bwana Mtume yeye ni musharria, yeye ndo mwenye kutufundisha sheria. Yani vitendo vake ni sheria, vitendo vake nini, ni sheria sasa bwana mtume chochote sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi sallam anachokifanya lazima kiwe ni kama, iwe yeye ni role model kwetu sisi. Yani utaona sasa yule, eh, muslim yule mu'min ataangalia vitendo vya mtume kama, uh, utasema uh, kama constitution. Sisi hivi ndio tunafaa kufanya. Sasa leo bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam angefanya kama alivyofanya Sayyidina Umar, na alikuwa na uwezo na Mungu na uwezo kumprotect eh, asema leo angefanya kama Sayyidina Umar basi wale Waislamu ambao ni madhaifu dhaifu, wangepata shida, hawangejua wafanyeje. Kwa sababu gani? wao pia wangesema, ingebidi sisi ama yabidi sisi pia tufanyeje? tutoke katika ile hali ambayo bwana mtume amefanya nini? Ametoka bwana mtume ametoka ki, kishuja, basi sote pia tutafaa kutoka kishuja, hatufai kutoka ki, kisirisiri. Unaona, na maswahaba wengi walikuwa madhaifu, lau wangetoka kisirisiri, wangezuiwa. Bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa ni lazima afanye hivi, apige maplani, atoke kisirisiri, ili wale maswahaba ambao ni madhaifu, aa, waone, kumbe hii ndio sheria, hivi ndio tunavyofaa kutoka. Ha? Ili, tusipate nini madhara tusipate nini kurudishwa. Washa. Lakini lao bwana mtume angetoka kama alivyotoka Saidna Omar, wengi katika maswahaba maskini wasingeafikiwa kufanya nini? Kufanya hijra, wangezuiwa. Eh? Kwa sababu hawangeweza, hawana zile nguvu za za, nani? Za Saidna Omar. Kwa hiyo bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabaan ni shujaa kuliko Saidina Umar, eh, na shujaa kuliko wote duniani. Lakini bwana mtume ni musharri' yeye ndo anatufundisha sheria, yeye ndo anatufundisha namna ya kuishi, na amekuja ni mtume wa mashujaa na wale ambao si mashujaa, amekuja ni mtume wa wale ambao wana nguvu na wale pia ambao hawana nini, hawana nguvu. Sasa lau yeye angefanya kitu ambacho wenye nguvu wanafanya, je, wale watu ambao ni madhaifu wangefanyaje? na ndio maana ikabidi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akagura ama akafanya namna alivyofanya katika hijra yake sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Inshaallah, bado kuna mafunzo mengi eh, tutayagusia baadhi yake, yani baadhi ya mafunzo hayo katika madarasa yanayokuja. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.